Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sauti ya lbushra alislamia inayoeletea kwenu dua ya kuimarisha nyumba yako isiporomoke ikiwa mmoja wenu atahisi tetemeko la ardhi kwa amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu.

Aya 118. Khalifa wa Allah al'Imam al'Mahdi Nasser Muhammad al'Yamani, Jumatatu 27 Februari 2023. Tunayo taarifa ya kina kuhusiana na mitetemeko ya ardhi, lakini maafa makubwa, bado hawakukubali kwamba ni kwa amri ya Mungu, hivyo huifunulia kuipa wahi bado wako nyuma ya wa, wanajimu na walaghai, na wamemchukulia Mwenyezi Mungu kwa nyuma ya migongo yao, na tatizo ni Waislamu kuwafata makafiri kwa mula wa ulimwengu wote. Al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, Jumatatu 27 Februari 2023.